Sifu Yesu Kristo. Ndugu wapendwa katika Kristo, je, ushakujiuliza kwa nini wakatoliki huwa wanafunga? Kwa nini wakatoliki huwa wanajipaka majivu na wanajinyima kula nyama siku ya Ijumaa Kuu? Basi jitayarishe, leo tunaenda kutazama historia hii ya mfungo wa Kikatoliki, historia ya mwezi wa Kwaresima ambao ulianza tangu miaka 1800 iliyopita. Sasa Kwaresima inaturudisha jangwani. Kwaresima inaturudisha kumtazama Kristo aliyejiandaa kufunga siku arobaini kabla ya kuanza kazi yake, na hiyo ndiyo Kwaresima. Wakristo wa kwanza wanarudi jangwani kiroho, wanarudi kujiandaa kumpokea Kristo katika siku ya Pasaka, maana siku ya Kwaresima inaandaa mioyo ya Wakristo katika lile tukio la wokovu tukio ambalo ndiyo tukio kuu katika historia ya wokovu, pasaka ya Bwana. Tunaona katika historia ya kanisa, tangu karne ya nne, kanisa linaweka rasmi kipindi cha Kwaresima, likiwaasa waamini kwamba wanatakiwa kujiandaa na pasaka ya Bwana, tukio ambalo linaweka alama kuu katika historia ya wokovu. Wakatoliki walitakiwa kufunga, walitakiwa kujinyima, walitakiwa kusali kama mwanzo wa maandalizi ya Pasaka. Kanisa linatufundisha nini juu ya Kwaresima au mwezi wa Kwaresima, kipindi hichi chetu cha sasa? Linatuambia Kwaresima ni kipindi cha kurekebisha roho zetu, ni kipindi ambacho mama kanisa anatuita katika utakatifu tena. Kwa hiyo kanisa linatukumbusha kwamba Kwaresima haiishii katika kujinyima na kufunga, bali hiyo niyo njia ya maandalizi ya kujitanguliza kwa Kristo, maandalizi ya kumsogelea Kristo katika utakatifu wake. Ni mwito wa sisi kuwa watakatifu. Basi Mama Kanisa linatukumbusha ndio wito tulioitiwa, hasa wakati wa Kwaresima, kwamba Wakatoliki tunatakiwa kuwa watakatifu. Ndugu, rafiki katika Kristo, naomba uniambie safari yako ya Kwaresima mwaka huu itakuwaje? Umejiandaaje na Kwaresima? Basi naomba ushare na mimi mawazo yako katika comment section hapo below, ili tujue kwamba tunaenda pamoja. Kipindi hichi Kwaresima ni muhimu sana. Mungu Mwenyezi akubariki na Mama Maria atembee na wewe kadri unapojiandaa na kipindi cha Kwaresima. Tumsifu Yesu Kristo.